Kitabu cha Pili cha Mambo ya Nyakati, mlango wa kwanza. Basi Sulemani mwana wa Daudi alithibitishwa katika ufalme wake, naye Bwana Mungu wake alikuwa pamoja naye, akamtukuza mno. Sulemani akasema na Israeli wote na maakida wa maelfu na wa mamia na waamuzi na kila shehe wa Israeli wote wakuu wa nyumba za mababa basi Sulemani akaenda mahali pa juu pa Gibeoni na kusanyiko lote naye, kwani ndipo ilipokuwako hema ya kukutania ya Mungu, aliyoifanya Musa mtumishi wa Bwana jangwani. Lakini sanduku la Mungu Daudi alikuwa amelipandisha kutoka Kiria Thiarimu mpaka mahali Daudi alipolitengenezea, maana amelitandia hema katika Yerusalemu. Tena madhabahu ya shaba aliyoifanyiza Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri ilikuwako huko mbele ya maskani ya Bwana. Sulemani na kusanyiko wakaiendea. Sulemani akaipandia huko madhabahu ya shaba mbele za Bwana iliyokuwako hemani pa kukutania, akatoa sadaka elfu za kuteketezwa juu yake. Usiku ule Mungu akamtokea Sulemani akamwambia, omba utakalo ni kupe. Sulemani akamwambia Mungu, umemfanyia baba yangu Daudi fadhili kuu, nawe umenimilikisha mimi badala yake. Basi sasa, E Bwana Mungu, nalimyakinie baba yangu Daudi neno lako, maana umenitawaza niwe mfalme juu ya watu wengi kama mavumbi ya nchi. Basi sasa, nipe hekima na maarifa, nijue kutoka na kuingia mbele ya watu hawa, kwa kuwa ni nani awezaye kuwahukumu watu wako hawa walio wengi? Naye Mungu akamwambia Sulemani, kwa sababu neno hili lilikuwamo moyoni mwako, wala hukujitakia mali wala utajiri wala utukufu wala maisha za wakuchukiao, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, bali umejitakia hekima na maarifa, upate kuwahukumu watu wangu niliyokutawaza juu yao; basi hekima na maarifa umepewa, nami nitakupa mali na utajiri na utukufu, kupita walivyokuwa navyo wafalme wote waliokuwa kabla yako, wala baada yako hapata kuwa na mtu atakayekuwa navyo. Akaja Sulemani kutoka mahali pa juu pa Gibeoni toka mbele ya hema ya kukutania mpaka Yerusalemu, akatawala juu ya Israeli. Sulemani akakusanya magari na wapandaofarasi, naye alikuwa na magari elfu na mia nne na wapandaofarasi kumi na mbili elfu aliyowaweka katika miji ya magari, na pamoja na mfalme huko Yerusalemu. Mfalme akafanya fedha na dhahabu kuwa kama mawe humo Yerusalemu, na mierezi akaifanya kuwa kama mikuyu iliyomo Shefela, kwa kuwa mingi nao farasi aliokuwa nao Sulemani wakaletwa toka Misri, wakapewa wafanyabiashara wake mfalme kwa makundi, kila kundi na thamani yake. Nao hupandishwa na kuleta kutoka Misri gari kwa shekeli mia sita za fedha, na farasi kwa mia na hamsini. Vivyo watu wakawaletea wafalme wote wa Wahiti na wafalme wa Shamu mikononi mwao.